Mzee Bwana asifi. Amina. Mtumishi wa Mungu unaitwa nani? Ismail Sedekia. Ismail Sedekia. Okay, mtumishi wa Mungu anaitwa Ismail Sedekia. Mtumishi, ibada ya leo unaizungumziaje kwa kifupi? Amina, ibada ya leo ilikuwa nzuri, kwa sababu tumemwona Roho Mtakatifu akitembea kihudumia watu, na ndiyo maombi yetu ya kwamba tunapoingia kwenye ibada Mungu ahudumie watu wenye shida, kwa sababu kuna watu wanakuja na shida mbalimbali, wanakuwa na mahitaji mbalimbali, mtu asiondoke kama alivyoingia, na ndivyo ilivyokuwa ibada ya leo. Amen. Amen. Amen. Unamzungumziaje mtumishi wa Mungu, Pastor Lawrence Mtanga? Amina, mchungaji ni kwanza, ni mchungaji ambaye yuko hambo, ambaye amenyenyekea, amejishusha na Mungu anamtumia katika viwango vya juu na sisi tunapenda huduma yake. Amen. Amen. Amen. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu anazungumziwa. Wote ambao nilikuwa na wahoji juu ya mtumishi wa Mungu walikuwa namzungumzia mtumishi wa Mungu yuko ham. yuko ham, ni mvumilivu, ni mtii. So endelea kutufuatilia kwenye chaneli yetu ya YouTube. YouTube tunapatikana kwenye CMC Makurunge Media hiyo ni chaneli hapo, na pia kuna kuna neno hapo linapita subscribe, pita tuwe subscribe, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Mtumishi wa Mungu aa, se, e, Sedekia mtumishi wa Mungu Sedekia, we, we una huduma gani hapo? Mimi na mimi ni mwalimu wa madarasa ya uongofu wapya. Huyu ni mwalimu wa madarasa ya uongofu wapya wa, wa aipo siku utapata a, mafundisho yake hapo kwenye YouTube. Endelea tu kuendelea tu kutufuatilia. Huyu anafundisha mafundisho ya waongofu wapya. Mtumishi wa a, Mungu Sadikia, unawaambiaje mitandao mitanda, na watu wanaokutazama sasa hivi? Ni maelfu ya watu, mamilioni ya watu wanakutazama sasa hivi. Unawaambiaje? Una, una Abina ndacho waambia ni kwamba tunachokihitaji na ndacho kutamani sasa hivi ni kiu ya kwamba kanisa lirudi kwenye misingi, maana tuliondoka katika ile misingi halali ya Kipentekosti. O kanisa lirejee tena kwenye misingi, tunahitaji uamsho. Amina, amina. Mungu wa mbinguni akubariki mtumishi. Haya ah, basi huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu anaitwa Ismail Sedekia.